Na mtazamaji naye gavana wa kaunti ya Tana River Dhadho Godhana amepuzilia mbali ripoti ya msimamizi wa bajeti kwa kaunti yake ni miongoni mwa kaunti ambazo hazikutumia pesa zilizotengewa maendeleo. Na Mgodhana anasema kinyume na ripoti hiyo kaunti yake imeorodheshwa kwenye kaunti zinazokuwa kiuchumi kwa kasi na pia kwenye ukuaji wa mapato la kaunti japo gavana huyo anakiri kuwepo kwa changamoto nyingi zinazofanya kaunti hiyo kukosa kutimiza malengo yake ya maendeleo. Godhana aliwahimiza wakazi kuwa na subra wakati mikakati inapoendelea kupangwa. wale watu ambao wa wametumia wame pesa yao vibaya zaidi na wakawa miradi yao mingi imekwama, sisi hatuko ndani hakuna Tana River hapo ndani, ah. Walitajwa wengine, sisi hatutajwa namna hiyo. Kwa wale watu ambao hawajatumia pesa zao sana, ingawaje kuna sababu nyingi tumesema, lakini sisi pia hatuko ndani. Hasa sisi tunajaribu kama serikali, hata kama mkitukashifu museme nini, lakini tuna, tuna sifa nzuri kwa yale ambayo tunafanya mwaka jana mumejua ya kwamba Taria imesemekana ni namba 2 katika eh, economic growth yake, namba 2 kwa Kenya hii. Mwaka huu tukaambiwa tena sisi ni namba 1 katika gross county product.